Ni siku tatu tu zilizobaki ambapo Papa Francis anatarajiwa kutua nchini Kenya siku ya Jumatano wiki hii. Katika taarifa ya kipekee kuhusu ziara yake ya Afrika wiki hii, Papa Francis ameelezea furaha yake ya kutangamana na vijana pamoja na wananchi wa tabaka ya chini, huku maandalizi ya mwisho mwisho yakiendelea nchini Kenya na Uganda katika maeneo atakayozuru yakiendelea. Kenya imo katika heka heka za kumsubiri Papa Francis, lakini kwanza hapo jana alitoa ujumbe kwa Wakenya na Waganda kwamba yumo safarini na natumai ziara yake itazaa matunda. Hata hivyo katika maeneo yatakayokuwa na bahati kumpokea Papa, maandalizi yamekamilika, na hapa katika kanisa Katoliki la Kangemi waumini walikuwa katika misa ya mwisho kabla ya Papa kufika katika kanisa hilo kwa misa atakapokuwa nchini. Waumini wanamsubiri kwa hamu kuu. Lazima nimuone na lazima nichukue kamchanga kidogo pale atakapo step nipeleke nikuwe na kumbeba kwa kabagi yangu. Leo vile popo anakuja tuko na furaha tele kulingana hata nilikuwa natoka na kambu tisaa natoka na raba naona barabara iko sawa. Niko na furaha kumuona baba pop ba, pop, akuja hapa Kenya na amechukua Kangemi kwa sababu Kangemi kulikuwa na shida muda mrefu sana. Lakini tumeona barabara imeng'ara, tumeona mataa imewekwa kwa barabara. Niko, niko, niko na furaha nyingi sana. si hayo tu, Wakenya siku zote wabunifu, na safari hii wametafuta namna ya kupata fedha zaidi, na machapisho kuhusu papa yametungwa ili kujinasibisha na kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Katika chuo kikuu cha Nairobi, maandalizi ya watakao mtumbuiza papa yamekamilika, huku serikali na kanisa Katoliki kwa pamoja wakisema kuwa mambo ni shwari. Papa anatarajiwa kuwa nchini kisha elekea Uganda na Afrika ya Kati. Paul Abiswa, KTN leo.